Ni furaha leo iliyojee kukutana nawe mara tena mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na kukaribisha kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili na imani huko mwili wa afya na sema, karibu mpenzi mtazamaji. Tuanzie na huko Katanga katika mji wa Baraka ambako amezikwa siku ya tatu ya wiki, tunaye mama mmoja aliyojulikana kwa jina la Sifa mkaji wa Katanga ambaye amefariki papo hapo baada ya kupatwa na risasi ya kurokuvizia au balperdi katika a lugha ya Kifaransa wakati wa purukushani kati ya wazalendo wao kwa wao pa Katanga mjini Baraka. Taarifa tunazoni kwamba yote yameanza pale ambapo kundi la wazalendo lilikuwa natamani kumpokonya silaha mzalendo mwingine aliyevunja sheria. Habari hizi zimehakikishwa na mkuu kiongozi wa Katanga kwenye line ya simu ya TV yako. Huyu hapa, tumsikilize Bwana Mieno Matiabo Pierre. ndiyo mtu alipigwa masase jana una kikundi ya wazalendo wenye walitoka kuvile walikuwa wanaenda wanatoa makamba kule Malimbe. E, sasa wakati walitoka kule Malimbe wakaja kufanya eskale Mukatanga, huko jeshi wao umoya mwenye alikuwa anatoka ngambo za Malimbe iko akabasimamisha ule jeshi akakuwa iko anaenda anakimbia. Sasa mule mkukimbia akaanza mukimbizia masasi na ndio ilikamata ule mama, ule mama akafariki. O, yeye alitoka kunyumba anaenda kuanua miogo yake kwa jirani, akaita mbarabara. Sasa mukutoka na ile miogo ndo masasi ilimkuta sasa, sasa kando ya barabara. Inasikitisha sana sana tena sana e, baada ya hapo tuliomba meya wa jiji ruhusa ile maiti ikatoka ile sehemu ambayo ilikuwa na tukaomba pia ruhusa wa, wazike wazike ule mwili Mambo mengine yanaendelea, tunayaangalia kama uongozi wa, wa unaweza ukasaidia kunamna ya kufariji ile jamaa e. Kwa upande wetu sisi tunasema kama kweli tunasisitiza na kile kitendo, tungeomba wakuu viongozi wa jeshi letu la uzalendo waweke vijana wetu chini kabisa na kuwatuliza. Wa, wawe makini sana na silaha ambazo wanazozichukua, watambue ya kwamba wakokwao na hawa ambao wanao-wauwa ni mama zao, baba zao, watutauaai. Na kwingineko ni kwamba wamegabiziwa rasmi chumba cha mikutano cha vijana mjini Baraka na kamisheni ya CDJP eneo la Uvira siku ya Jumatano tarehe 25 Juni 2025. Kwake koordinato wa kamisheni ilo la CDJP eneo la Uvira, Bwana Edward Kombo Muterezi, ameomba kwa viongozi wa vijana mjini Baraka kulinda vyema vitu hivyo walivyokabidhiwa. Oh, lengo tulikuwa tulikuwa na muradi na monisko ya kukuja kutosha vyombo mbalimbali mbali kwa biro ama ofisi ya ya buro ya protection civile ya Baraka ifale tulete ma vyombo mbalimbali mbali kama vile

pano solaire ionyeshe kazi mzuri na kuendesha maordinateur kutumika bila shida mbalimbali ya umeme. Tunaomba viongozi wa vijana na population yote ya Baraka ya Fizi kuchunga vile vitu vizuri. Kwanza nyumba waliojengewa kama vile ofisi waichunge, kwa sababu mara mara kunapotukia tatizo kiloko ni wale wale vijana wanapomoa vitu walijenga muda wa miaka kumi. Tunaomba wao na akili na utimamu kulinda vitu walivyopewa. Hata hivyo mwenyekiti wa vijana ndani ya muji wa Baraka, Bwana Degol Malembe ametaja kushukuru kwa akionyesha kuwa ni muda mwingi sasa, wao kama vijana wanakosa chumba cha kuweza kufanyia mikutano ya mara kwa mara. Tuko na furaha kubwa sana ya kuleo tuko mseremoni remis ya remise ya batima na biro na ma materiel za biro zezitoa kupartenere monisco za kuwa ezekute na mapartenare

nyumba ambao wametujengea nyumba mzuri sana na kubwa, ambayo wa vijana wa, wanapata mahali pa kukaa na kuzungumza kubadilisha mawazo eh, kutia akili pamoja, ili watu raia iishi na amani na maendeleo. Na pia wakati watu wana vikao vikubwa tunavitumikisha Ee, ambao wana ma, masherehe wanakuja kukamata wanasherekee wana mle humo ndani. Ni kitu ambacho tulikuwa tunakosa kabisa, hatukukuwa na, na sal ya serikali ambayo ingefanya mikutano ya kiserikali. Wakati tunapata wageni tulikuwa tunahangaika sana, kwa hiyo tunafurahia hii chumba kwa sababu hata ministre anakuya, guverner anakuya, wote tutakaa na tunaongea kwa mahali ambayo inatulia na watu wanaenea. Na cha pili tulikuja pia e, katika mzinduo wa nyumba kuna pia e, CDGP iliweza kuleta vyombo vya kuanza e, kutia katika nyumba ili nyumba ianze kutumika. Tunaona viti mameza makabati mavyombo kama wa, makompyuta wanatutilia umeme, na mna vitu vingi vingi, pia na pikipiki piki ine, ili kama jamii inataka kwenda kwa haraka kuangalia kitu fulani, wapate waingie wa kwenye kwenye pikipiki piki, piki piki ine ni msaada, na ingine siwezi kutaja yote. Ninaanza shukurani kwa shirika la Ajedika. AJDK ndio wamefanya mradi mkubwa wa kujenga na pia CDGP alikuja kutia vitu humo, kwa sababu kuna jenzi ambayo limekuwa wote wawili AJDK na CDGP. Nina, ninasema ninawapongeza sana, kwa sababu ni maonje association za mahali, lakini zinajitahidi kufanya kitu kizuri na ambacho kiko nguvu, eh, kuonyesha kwamba hata sisi vijana ambao tuko navyo hapa Uvira Fizi ni wana wana uwezo wa kufanya vitu vikubwa. Tunafanya kitu kizuri sana, tunawashukuru. Na huko Uvira ni kwamba siku chache kisha kamando wa jeshi la Uganda kuonyesha mtazamo wake wa kupenda kusaka wazalendo katika jimbo la Ituri na Kivu Kusini. notable Andre bya dunia mashaka ametupilia mbali matamshi hayo na kudai kuwa ni upuzi mtupu. Mtazamo huo ameutoa alipokuwa akiojiwa na TV yako juu ya swala hilo. Andre bya dunia mashaka ameonyesha kuwa hakuna mtu yoyote anayeweza kusaka wazalendo ambao wanaonekana kuokoa inchi zili ya uvamizi kesho ya ambazo zene zinaweza kufanyika disila hiyo, namba itakuwa sinye etatsunis na ingine itakuwa sinye doa. Ile ya doa itakuwa entre M23 na, na gouvernement congolais. Meacha kwanza ni precise kwamba kulifanyika akoro moya juzi hapa, ilikuwa jeudi, ilikuwa jeudi, ilikuwa sinye entre armee ugandaise na armée yetu, ke desormais bana banaetandre, yani banapanua

Imaginez-vous, trois jours après signature ya accord ya collaboration juu ya ile mabitu ya ma projet ma ile nani, ADF, Mtoto wa vendo, nse, mani, bitu, masapilo, na kutrake ma groupe armé bazalendo, bazalendo silaha oso a Uyu ameomba bunge la taifa la DRC kweri kufungia macho swala ilo, kama alivyorejea mara tena kwenye tv yako. je suis au regret, c'est parce que simplement, hatuna sauti ya kabambi sana kuomba parliament yetu iite ministre wa defense akuye kudefendre atuambie porukwa balenda fanya makoro na inchi makoro, na inchi enye wa jana porukwa wafanye makoro, na inchi yenye natumenasi kila siku porukwa wafanye makoro, na inchi yenye lipitisha jana M23 Bunagana ndio ilikuwa mwanzo ya vita, purkua ili makoro inaweza kufanyika na ulele, mtu moya akuna tutukana kila siku na naonesha kwamba yeye anakuwa na marelasio mzuri na Rwanda lorke Rwanda na baba yake wa Mseveni ndio wako na agrese nchi ile. Vraiment imenigusa sana, nimesikia siwezi kosa ku deplorea ku, ku hayo eh, d'ailleurs je fais une lettre comme Notable wa Uvira kusema ke siye hatuwezi kukubali mtu atuue mchana, kisha usiku akuja atongoze mtoto yetu, tafute mali ya Kongo, ile haitawezekana, tawezekana. Situation sitaion iko ule mtoto wa Museveni, kainerugura serikali aaio iko na ni kurasi letu ba kongole kwamba, <laughs> kila giza mwisho na mwisho, mwangaza anaonekanaka. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari. Nitakushukuru wewe ambaye alinitegea sikio na kunipa macho mwanzo hadi mwisho. Vilevile vile, nitakuomba ku usikose usiko usiko like, ku subscribe na kushea, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Aliyekuletea taarifa ya habari si mwingine ingine, ni mimi Safari Almas. Bye, bye.